Sisi hatuwezi kufanya wazuri, sisi hatuwezi kutenda wema, hata tukuje kanisani mara ngapi, hata tuimbe katika kwaya mara ngapi, tusome Biblia mara ngapi, bila wewe katika maisha yetu, Mwenyezi Mungu, hatuwezi. Na ndio maana siku ya leo umetenga kwa sababu hii, kwa sababu ni kwamba wewe ni mwema, wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, bali sisi binadamu tumepungukiwa katika kila hali, Mwenyezi Mungu, lakini kwa sababu neema yako inazidi na upendo wako unafunika wingi wa dhambi zetu Mwenyezi Mungu, umetushawishi siku ya leo na umetenga siku ya leo ili katikati yetu, kwa wale ambao wanaamini, kwa wale ambao nasikiza neno lako, kwa uwezo na nguvu za Roho Mtakatifu wanafunguliwa mioyo yao, ugumu wa mioyo yao unaondolewa, waweze kufurahia na kupenda neno linalotoka kwako, neno la uzima, neno la ukweli, ambaye ni njia pekee ya kuwafikia kule mbinguni na tunaomba kwamba hili neno liwe na ushawishi ndani yetu siku ya leo, tunapolisikiza liweze kukithiri mizizi ndani yetu, liweze kutuelekeza, kutuongoza ili kutufikia kiwango ya kuiga mfano wa mwanao pekee ambao ni Yesu Kristu, ambaye alikupendeza na akapata kibali machoni pako, Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tumesoma mbele yako, tunakuomba utusamehe makosa yetu, kwa sababu tunatenda yale ambayo tustahili kutenda lakini wewe kwa upendo wako uangalii dhambi zetu, bali unatuangalia na upendo na kuleta uponyaji. Tunapokaa hapa, tusiangaike, tusifadhaike, tusiwe na fedheha kwa yale ambayo natuzingira. Mwenyezi Mungu, tufahamu ya kwamba uko pamoja nasi, na wewe ni mwaminifu, na wewe ni mtu ambaye unaweka ahadi zako katika agano zako Mwenyezi Mungu, na yote yaliweza kutendeka ndani ya Yesu Kristu, na yeyote ambaye anaamini katika Kristu atakuwa na uzima wa milele na atakuwa mshindi na ndio maana tumekaa siku ya leo, tunakushukuru kwa kusanyiko hili, na zaidi nakushukuru kwa neno lako la kwamba tunapolisikia tuliamini na tulipende. Mwenyezi Mungu naomba haya machache katika jina la Yesu. Somo la sheria linapatikana katika Injili ya Matayo sura ya tano aya ya kumi na saba hadi kumi na nane la Mungu lasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii; la sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na inchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Katika aya ya kumi na nane ya kwamba kwa maana amini kwa nakwambia, ama nawaambia mpaka mbingu na inchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie <tipi> kwamba neno la Mungu halitaondoka. Sisi tutaondoka. Ya Mungu anatuambia kwamba lengo la Yesu Kristo kuja katikati yetu. Ya kwamba Yesu kutuka, kutoka kushuka kutoka mbinguni na kuja duniani kuja katika nafasi ya kimwili. Mbo Yesu alikuja kwa sababu ya kutuokoa sisi. Hakuja kuharibu kazi ambayo ilianzwa mwanzo. Yeye ndiye alikuwa hapo mwanzo ili tuweze kufahamu na kuelewa Mungu ni nani, kumanya, tasifeu, fefue, nye, na tuweze kufahamu manabii walikuwa nazungumzia nani yomaaya na, kwamba sheria inamhusu nani. Na ni kwa nini Mungu alitupatia sheria yake? Uwele na uwele sheria, uwele. Sheria inatuonesha kwamba Mungu anatupenda na tunahitaji mwokozi katika maisha yetu. Mungu hataki tupatikane katika hatari yoyote. Na ndio maana akatupatia sheria yake na kudhihirisha upendo wake na kutuonesha ya kwamba tunahitaji mwokozi. Na njia pekee ya kupata mwokozi katika maisha yako ni kuvunjika mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo mwenyezimungudaayonene iywenya mwoniaulaee Kuvunjika kwako ni kwamba unaungama dhambi zako, unamwambia Mungu kasoro zako, unamwambia Mungu nini ambacho inahitaji katika maisha yako, vile ambavyo tunaambiwa katika, katika Marko sura ya kwanza aya ya tano. Anu. Neno na Mungu la Mungu lasema, wakamwendea nchi yote ya, ya Uyahudi na nao wa, wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto Yordani wakiziungama dhambi zao. zaoavandu akaliuwama msifalasayuta nmayerusalem echa humurekeresha eam alidhihirisha kwamba hao hawawezi. Wanaonesha kuungama kwao, kulionyesha kwamba wanahitaji Mwokozi. Walionyesha kwamba Mungu ndio anaweza yote katika maisha yao. Walivutwa na neno la Mungu Mala, ba, Neno la Mungu liwa, liliwashawishi kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Wakifahamu ya kwamba uwezo unapatikana kwa Mungu. Ya kwamba wamejaribu juu chini lakini hawawezi bali wanasalia katika dhambi zao. Sasa wanakiri ya kwamba hao wamefanya makosa ya kwamba Mungu ndiyo mwenye enzi na mwenye nguvu. Ni yeye peke yake anaweza weka huru, kwa sababu amefahamu ya kwamba Mungu ndiye Injili kwamba yeye ndiye ana uwezo uwezoniedalina ye, ye yeye ndiye mamlaka yote yanapatikana ndani yake, maana yake, na ndio maana injili inapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya kumi aya ya kumi na nne. Neno la Mungu lasema, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini pili siionekani vizuri wa na je, wamwaminije yeyi yeye wasiemsikia? tena ba, wamsikieje pasipo mhubiri? ne vanyala umulanga variena ulwebuyeti vavane bahamu subira tawe nevanyala vasubila variena